Hello, mambo vipi wapenzi watazamaji ya ufuatiliaji wa channel ya Mkwanja Odds Win, karibu tena katika chaneli hii ya Mkwanja Odds Win, na kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment na karibu katika chaneli hii utaweza kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na swala zima la Betting, football, mpira, uchambuzi na mambo mengi wa kadha wa kadha. Leo bana, nimekuandalia mbinu saba hizi mbinu ukiweza kuzitumia kwa umakini zaidi, nadhani zitakuweza kukufikisha katika hatua fulani, na mara nyingi hizi ndo mbinu wanazoweza kuzitumia maplaymaker wakubwa kwa ajili ya kuandaa tips zao kila siku. Wamejiwekea sheria au system ya kuweza kufanya vizuri na kupunguza hasara za mara kwa mara, tamaa na vitu kadha wakaza mbinu hizo ziko aina saba, na kila mbinu ina aina ya kipengele chake na kuna vitu vyake muhimu ambavyo natakiwa uvizingatie. Kama kweli ni mtu mwenye masikio mawili naya kwenye kusikia, basi ni vyema zaidi ukaweza kuzisikiliza hizi mbinu na kuzifanyia kazi, na nimeziandaa na nimeziandika vizuri kwa umakini zaidi, na kwa sababu mimi ni moja kati ya mtu ambaye anaweza kuzitumia na zimenipa, zimenipa mambo mazuri takriban miaka miwili sasa toka nimeanza kwenye swala zima la betting. Kwenye experience yangu ya miaka miwili nimeweza kuzitumia mbinu hizi, japokuwa mwanzoni ilikuwa ni changamoto, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda nilikuwa najifunza kitu na kujiwekea misingi na baadaye kuja kugundua kwamba kuna vitu vya kufuata ambavyo ni moja mbili tatu, na ndio wengi wanaweza kuvitumia na kufanya vizuri, na sio mimi tu. Ukifuatilia watu wengi sana wanaweza ku fanya vizuri zaidi kuliko mimi, lakini mimi pia nimeweza kutumia hizo mbinu, na mimi nikaona kwa nini nisiweze kukuletea wewe ili uweze kujifunza uweze kuzitumia na zikuweze kukusaidia kikubwa. Naomba usikilize kwa makini na uzifanyie kazi ili ziweze kukusaidia. Mbinu hizo ziko aina saba lakini aina saba kuna vipengele kuna kuna kuna kuna hatua zake tofauti tofauti, inabidi uweze kuzifuatia hatua moja baada ya nyingine na hatua hizo au vipengele hivyo viko saba, yani mbinu hizo ziko saba. Tukianza na ya kwanza kabisa, nitakuonyesha jinsi gani ya kuweza kutambua value bets, na hiyo ya kwanza. Ya pili nitakuonyesha jinsi ya kuzingatia bankroll yako, na ya tatu nitakuonyesha usiwe na tamaa ya multi bets kubwa, nitakuonyesha hapo, na ya namba nne nitakuonyesha jinsi gani ya kuweza kufata takwimu na uchambuzi na namba tano nitakuonyesha jinsi gani ya kuepuka kubeti kwa hisia. Namba sita nitakuonyesha kuzingatia live betting na cash out nitakuonyesha. Namba saba nitakuonyesha jinsi gani ya kutumia promotion za bonus. Haya yote utayapata katika channel ya Mkwanja Odds. Kikubwa hakikisha ume subscribe, ume share, ume like and comment, kwa sababu hii nimekupa tunu ambayo itaweza kukusaidia maisha yako yote endapo ukiweza kuzingatia mambo hayo ya muhimu yote haya, au hizo mbinu zote nimeweza kuziorozesha na kuziandika hapa kama unavyoziona, ziko saba zote, na nitaanza kupitia moja baada ya nyingine kwa msaada zaidi, ili kuweza kukusaidia wewe kukupa muongozo ulio mpana zaidi. Kikubwa hakikisha umesubscribe, hakikisha umeshare, umelike and comment. Tukianza na jambo letu la kwanza kabisa, jinsi gani ya kuweza kutambua kwa, kwa maisha yako yote, endapo ukaweza kuizingatia, kuitumia vizuri, na kuisamini. Kwanza, kwanza kubeti kwa thamani, yani vol bet ni moja ya mbinu bora zaidi inayotumiwa sana na wataalamu wa betting. Hii ni mbinu ya kuchagua mechi ambazo odds zake ni kubwa kuliko nafasi halisi ya, ya ushindi wa timu fulani. Hii ya kwanza kabisa ambayo naweza kukwenda kukwambia ambayo ndo valubeti, yaani jinsi gani kuweza kuzitambua valubeti, na kuna hatua zake za kufata na kuna mbinu zake hizi valubeti Jinsi ya kwanza kuweza kuzitambua valubeti, jinsi gani ya kuweza kuzitambua valubeti? Kuna vipengele kadhaa inabidi uweze kuvifata ili kuweza kuzitambua kuwa hizi ni valubeti. Tukianza na ya kwanza kabisa, ni kupima uwezekano wa matokeo. Hichi ndio kitu cha kwanza ambacho naweza kukushauri kwa mtu wewe ambao una umewekeza katika swala zima la beti. Kwa hiyo kuna hizi hatua au hizi mbinu ambazo tunaweza kukupa inabidi uzifuate na uzitumie kwa makini. Jinsi ya kuweza kutambua hizo value bets ambazo nimekuonyesha, ya kwanza kabisa tukianza nayo ni kupima uwezekano wa matokeo. Ni jinsi gani za kupima uwezekano wa matokeo? Kabla ya kuangalia odds zako, pima nafasi ya timu kushinda kwa kutumia takwimu kama ya kwanza, kitu ambacho natakiwa ufanye kwanza kabisa, angalia rekodi za mechi zilizopita yani head to head. Hichi ni kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukiangalie, kwa sababu unapoangalia head to head itakuonyesha matokeo. Au walikuwa wakikutana kati ya mechi B, mechi A mechi A mechi B walikuwa wakikutana wanaleta nini, au wakikutana nini kinapatikana ambacho kinaweza kukusaidia katika bet slip yako. Hicho ni jambo la kwanza, na jambo la pili ni kuangalia fomu ya sasa ya timu Unaangalia fomu ya kipindi cha nyuma, timu ilikuwa katika performance gani? Unaangalia fomu ya kipindi cha sasa, timu ilikuwa katika performance gani? Hii inaweza kukusaidia kusaidia kufanya maamuzi yaliyo bora, na mara nyingi hivyo tunalazimwa kufanya kwa kutumia hizi value bet. Value bet yani ni bet slip inakuwa ina ina single bet, hizi ndio value bet, inakuwa ni single bet, lakini inakuwa na odds za aina ya juu, kuanzia mbili tatu shuka chini 2.50, hizo ndo value bet. Sana sana ni kuanzia 1.98 na, na kuendelea 1.90 na kuendelea, hizo ndo value bet. Na kitu cha tatu cha kuzingatia ni majeruhi na usajili mpya. Unaangalia ni timu iliingiza wachezaji gani katika hmm? msimu huu ambayo iko katika mashindano, iko katika ligi, iliingiza wachezaji gani na ilikuwa na majeruhi wangapi au imesha sajili? Je, kwa sasa kuna majeruhi mangapi? Hiyo ni jambo la kuzingatia. Jana jambo la nne ni hali ya uwanja na hali ya hewa. Hayo ni mambo manne ya kuweza kuzingatia katika kipengele cha kupima uwezo uwezekano wa matokeo hiyo ni kupima uwezekano wa matokeo. Unapoenda kupima uwezekano wa matokeo, lazima kuna haya mambo manne uweze kuyaangalia. La kwanza ni rekodi za mechi zilizopita head to head, na la pili ni fomu ya sasa ya timu, na la tatu ni majeruhi na usajili mpya, na la nne hali ya uwanja na hali ya hewa. Hilo ni jambo la pili, ni jambo la kwanza katika kipengele cha jinsi ya kutambua value bet. Na jambo la pili ni kulinganisha odds za buka zao, yaani mtu anaenda kutengeneza hizo game baada ya kuta, baada ya kutathmini nafasi ya timu kushinda Linganisha odds zilizotolewa na bookers, yani bookmakers wale katika kampuni. Kama umehesabu kuwa timu ina uwezekano wa asilimia hamsini kushinda, lakini bookers akawa wametoa ame, ame, odds mbili pointi ishirini, hizo ni value bet. kwa hiyo badala ya mbili pointi zero zero basi hiyo ni value bet kwa sababu odds ni kubwa kuliko uwezekano halisi. Yani unakuta bookmaker yeye ya ameweka kwamba uwezekano wa kushinda mechi kabisa, unaona hiyo, uwezekano wa kushinda yeye akatoa 2.20 lakini ukiangalia badala ya 2.0 basi hiyo ni value bet, kwa sababu odds ni kubwa kuliko uwezekano halisi wa matokeo. Hiyo ni jambo la pili. Tukienda katika jambo la tatu, ni kutumia formula ya value bet. Formula ya value bet iko hivi, kwanza kabisa, unatakiwa kuhesabu thamani ya beti, tumia formula hii ambao unatakiwa sasa uweze kutumia hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo fomula ya Valbet. Kwanza kama thamani ya ni, ni ya chini zaidi ya sifuri, beti hiyo thamani yake ni Valbet. Chini ya sifuri na hiyo chini ya sifuri ikoje? Kwa mfano unakuta gemu ina mbili point zero moja ina maana pale kuna sifuri, hiyo ni chini. Unakuta gemu ina mbili point zero zero pale ina maana ni chini, yani zero ile inayokuwa zero inayofuata ifike ifike 9, sije kawa 10. Ikiwa kumi tayari hiyo inakuwa imebadilika n yani, ikiwa 10 ina maana tayari inakuwa hasi ambayo kama, kama thamani ni, ni hasi. Yani, kama thamani ni chanya zaidi ya sifuri ina maana kuwa zaidi ya sifuri ina in, thamani ya value beti. Nisikilize kwa makini, kama thamani ni ya sifuri, yani ni zaidi ya sifuri, hiyo inakuwa ni, ni, ni, ni valbeti. Lakini kama thamani ni hasi, yani ni chini ya sifuri, odds hazina thamani, yani inakuwa sio valbeti na maana hiyo odds inakuwa haina thamani. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu uweze kulizingatia kwa makini. Tukienda katika jambo la nne, jambo la nne ni kuepuka timu maarufu kupita kiasi. Epuka timu maarufu kupita kiasi. Kwa sababu gani uweze kuepuka timu maarufu? Mara nyingi buka ziuweka odds ndogo kwa timu kubwa kama Real Madrid, Man City, PSG kwa sababu watu wengi wanazi, wanazibashiria. Hii inasababisha samani halisi ya beti kupotea. Ni kweli, kwa sababu gani? Tumeshaona kadha wa kadha, kwa mfano Madrid anaweza kapewa odds m thelahini moja pointi 4 moja pointi hamsini hivyo Ma, hivyo Manchester City, hivyo hivyo pcg lakini ukija kuangalia mechi baadaye Real Madrid, Man City, PSG anazidiwa, anakuta game wanapoteza, lakini anakuwa na odds 1.50 kwa sababu gani? Yeye ali, aliwekewa odds za kiwango kwamba cha uwezekano wa kushinda, lakini odds ni shoga. Waambia kwamba odds huwa hazibeti na odds huwa hazingii uwanjani kucheza. Kama unakumbuka kuna kipindi nisha nishakuambia kwamba odds huwa hazibeti na odds huwa hazingii uwanjani kufanyaje? Kucheza. Kwa hiyo Bookers Maker au Bookmaker anapokuwa anatengeneza tips zake, anaweza akakuwekea game kabisa, unajua hii ni game ya ushindi mtu anaweza akakuokea ili mradi moja point hamsini, akili yako ilenge kuwa hii kwa kuwa ni ndogo amepewa na uwezekano wa kushinda, lakini hakapoteza hiyo inawezekana, kwa sababu wale wanachoangalia ni kusoma fikra za mtu eh, ni jinsi gani wanaweza kukutengenezea hasara ile yenyewe kuweza kuingiza faida katika kampuni zao. Kwa hiyo ile jambo natakiwa uliangalie kwa makini o, kikubwa usifuate odds alizopanga bookmaker. Kikubwa fuata takwimu yako, fuata uchambuzi wako kutumia sheria zote ambazo nimekufundisha ili ziweze kukuongoza. Kwa hiyo unaona kabisa, mara nyingi buka huweka odds ndogo kwa timu kubwa kama Real Madrid, Manchester City, PSG kwa sababu watu wengi wanazibashiria. Hii inasababisha thamani halisi ya bets kupotea. Hiyo ndio maana inasababisha watu wanalos. Hiyo ni, ni kipengele cha nne. Tumeanza cha kwanza kupima uwezo wa matokeo, cha pili kulinganisha odds za bookers, yani bookmaker, cha tatu kutumia formula za value bet, na ya nne tukaonyesha jinsi ya kuepuka timu maarufu kupita kiasi. Hiyo na, tunaenda katika hatua ya tano, kuzingatia masoko mengine ya betting. Na watu wengi badala ya kubeti mshindi wa mechi yani home, ugenini au draw. Angalia masoko kama vile over under over under. Ziko za aina nyingi, zikiwa ni over ya kona, over ya corner, over ya yellow card, over ya kaza wa kaza, vyote vikiwa vina over na under. Kwa hiyo masoko ni ya kuyaangalia, na nimeshakuonyesha kwa kwamba katika kupima uwezekano wa matokeo pale za valubeti, kuna jinsi nilikuonyesha kwamba kuangalia fomu ya kuangalia rekodi za mechi zilizopita yani head to head. Sasa head to head ile unaweza kwenda kuangalia kukupa kile kitu ambacho ni cha muhimu. Ni kitu gani ambacho unaweza kukuzingatia kati ya over under kwenye head to head? Pale unaweza kuona kuna option nyingi, kuna over under, kuna asian handicap, kuna both team to score BBTS, kuna hiyo both team to score ambayo yanaweza kuwa na value bet zaidi yanaweza kuwa na value bet bora zaidi kuliko matokeo mengine. Kwa hiyo hili ni jambo pia la kuweza kuzingatia na kulifanyia kazi kwa makini. Kwa mfano, mfano halisi wa value bet ambayo naweza nikakupa kidogo, ambayo unaweza ukaitazama nayo kwa macho. Ukiangalia mechi kati ya kwa mfano Chelsea pamoja na Brighton, bookmaker akatoa odds hizi kwa Chelsea kushinda akampa 1.50, kama nilivyoeleza pale kwenye, kwenye mechi maarufu na Brighton akampa da kushinda akampa 5.00 badala uchambu, Brighton, ya uchambuzi unaona kuwa ana nafasi ya asilimia ishirini na tano ya kuweza kushinda ambayo inamaanisha odds halisi zilizopaswa kuwa ni 4 0.00. Umeona? lakini yeye kampa odds 5, lakini ukiangalia katika asilimia za ushindi unaona kabisa ana odds 4.00 ndio inaweza kuwa anatakiwa apewe Brighton. Umeona? Lakini buka zakatoa 5.00, ambayo ni kubwa kuliko thamani halisi hapa. Brighton ni value bet, kwa sababu kapewa thamani ya odds kubwa kutokana na hana uwezekano hana uhalisia kuweza kushinda hiyo ndo value beti. Umeona, hiyo ni hatua ya kwanza ya kutambua jinsi gani ya kuweza kuzitambua value beti, yani kubeti kwa thamani, kubeti kwa kufuata takwimu ambazo nimekueleza hapa. ni hitimishe tu kwa kusema value beti ni mbinu inayohitaji subira na uchambuzi wa kina, lakini ndiyo njia bora zaidi ya kupata faida ya muda mrefu kwenye betting. Usibeti kwa hisia, tafuta thamani halisi.